Kinara wa chama cha Ford Kenya ambaye pia ni spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amejitetea dhidi ya shutuma za kuwatelekeza wanachama wa chama hicho, akidokeza kuwa yuko kwenye harakati za kuziba nyufa katika chama hicho, anavoarifu Mike Muskoyo. Akizungumza katika kijiji cha Kikwamet, kaunti ya Tranzoya, spika wa bunge la taifa Moses Wetangula, ambaye pia ni kinara mkuu wa chama cha Ford Kenya, amekariri kuwa chama hicho kimeanza kupoteza umaarufu kufuatia malumbano ya kila mara, hali inayozidi kuwashinikiza viongozi kugura chama hicho. Tukibishana na kupigana na kuchukiana, tunaharibu heshima ya chama. Hata kama inatakikana tukuje Transoia, tupige grassroots elections mpaka juu tutafanya, ili tupunguze ili tupunguze mivurutano. Huyu anavuruta huku, huyu anavuruta huku. Tukifanya hivyo, tutaua chama. 2013 to 2017 tulikuwa majority party hapa Trans Nzoia 2022 chama ilienda chini sana. Kiongozi huyo aliyesema haya baada ya kuifariji familia ya mwanasiasa marehemu Eric Msumba aliyezikwa juma moja lililopita, ambapo ibada yake ya mazishi ilitoa fursa kwa waliokuwa wanachama wa Ford Kenya kumshambulia kinara huyo kwa madai ya wa kuwatelekeza wanachama. Mheshimiwa, wanafanya kazi lakini baadaye hawa hawasaidiwi. Mheshimiwa Msumba ameumia kwa sababu ya kuachwa baada ya sisi kuanguka tukatupwa huko nje ati Msumba, nenda na makaratasi yake. Wanasema ati wewe hujasoma, ati wewe... Msumba alisoma ama hakusoma. na mimi sitaki kuficha ukweli leo. Kuna viongozi wa Ford Kenya hapa. Hakuna haja mtu akufe, ndio nyinyi mnakuja na mchango wa kuchangia mtu amekufa. Naambia we Tangula, kama uwezi saidia watu wakikufa na maskini kama Msumba, funga hiyo chama yako ya Ford Kenya. Hata hivyo spika Wetangula amewataka wanasiasa kukoma kuwatumia vijana kuzua vurugu na kuwatatiza wapinzani wao, ili hali wanajinufaisha kibinafsi. Haiwezekani nyinyi watoto wetu, tuwe tunawatumia kuwapeleka matanga kupigia watu kelele, kuwapeleka kusimama kwa barabara na mipini, na kufanya mambo ambayo haieleweki. Yaani iko kama watu wanataka kutumia tu vijana kupata kura, kuleta vurugu na vijana wako njaa, hawana pesa mfukoni, alafu mkiumia munawachwa peke yenu kwa mataa. Mjipange my friend, party leader will not accept vijana watanzo ya kuumia. Vile naona sasa. Katika ziara hiyo kinara huyu wa Ford Kenya aliandamana na viongozi wengine wa chama hicho waliowakashifu wanaoshambulia na kukidhalalisha chama hicho. Wale watu wenye wanapika mtomo walikuwa wanatusi huyo Gavana Sai wameruti huku kama e hani afu tena wanaanja kutusi sisi si, unajua hao watu hata wachereu penye wanaenda. Hiyo siku ya mazishi watu waliongea sana sana kabisa, na mimi sina shida na maneno, kwa sababu baadhi ya maneno hukuingilia huku na yanatokea huku. Mike Mskoyo, West TV kutoka wadi ya Sahendu, eneo bunge la Kimini, ni county ya Trans Nzoia.